Kweli huko. Hadi baba. Ha. Baba huyo huyo. Huyo. Baba. Uh. Baba. Okay. Mm. Unaona sasa. Pole sana. Ah, uh. <coughs> Baba. Ah, uh, asubuhi tulikupigia simu. Tukakutaarifu tutakuja lakini cha ajabu tumekuja jioni, na umeona hii yote inatokana, tumechelewa kutokana na mizunguko mizunguko yetu ya kazi. Lakini sasa, baba, kuna jambo ambalo nilikuwa nimelipanga mimi na ndugu yangu. Unaona, kuna jambo linatakiwa, tumelipanga mimi na ndugu yangu, ilitakiwa tuliwasilishe hapa. Ningeomba mwenzangu hapo Matonge aliwasilishe <coughs> ah, baba, sina mengi ya kuyazungumza kwa sababu mwenyewe kwamba muda sio mrefu, nakata moto, maana jinsi ulivyo <coughs> Yaani, lengo nituleta hapa tumekaa tumeijadili huko, tumona hapana boto tuliwasilishe kwako kama mlengwa hey. Kulingana na hali yako mzee, ni bora utuachie milasi ya hii nyumba hii, nikiona maanisha kwamba sawa kama ni mkinga tofali zake, mimi matonge tofali zangu kabisa na, na cha kuongezea ni kwamba yeah, hii nyumba nikipiga mahesabu hajatumia hata tofali elfu mbili hapa. Mi najua kabisa hapa gharama kidogo itakuwa sio kubwa sana kwa hiyo, hela itakayo kuwepo lazima tuigawane. Hey, mama ba baba i, we baba eh, uh, vipi tena, hatujamaliza kuongea baba. Baba nimeshipa kama itezi, we aitezi afadhali nini hiki mambo si hayo, natuongee kashaenda. Eh bwana, serious serious, kafa ujue, hmm? kashakata huyu hmm? Eh, hey, bwana sikia, nikwambie ni mm. We sikia, nikwambie. Wewe, yule mteja wako uliwe na shilingi ngapi? mm. wala laki ngapi? sijui yu, milioni ngapi? laki sita, huyo wa laki sita mm. achana ah, ah. naye yeah. chukua mteja kwa sababu yule, yule, yule. wa yu, laki sita alisema mara anaenda nje ya nchi mara sijui anaenda wapi? Saudi huyo, atatuchelewesha. Mimi nina mteja wa laki tatu kwa sababu mimi nina shida la na laki mbili na hamsini, we utachukua shilingi elfu hamsini laki tatu anaweza kaeka mgomo. Ni bora tufane utaratibu tumpunguze hata laki mbili na nusu hiyo. Eh, eh. Eh, kweli, we fanya juu chini eh. yeah. yeah. tindo kutengeneza chenu. Naona bwana mnazungumzia Muna... habari za nyumba yangu, wapatoka kwa mbali, sifin tokeni hapa, toka ilikuwa na mwekti tu mambo toka Mbona mbona wana akili? Basi ilikuwa mimi namtegeni <laughs> Eh!